Lituonyesha picha ya mistari miwili ya Mayele kuwa kwenye nyekundu eneo la magoti kurudi nyuma, miguu ilikuwa imezidi. Lakini discussion ambayo inakuja ambayo hata kocha wa Pyramids anaonyesha ishara kumwambia refari, mbona kama hii ni goli, imetazama vipi? Ni kwa sababu mlinzi wakati wa Orlando Pirates, nadhani Mbokazi alimcheza kwa kichwa. Alikuwa kocha na anamaanisha nadhani na anamwambia kwamba refa, ile shambuli ile jaribio lilishe kwa huyu beki kupiga kichwa, inahesabika kama back pass. Mayele amefunga, ni goli ambayo unaweza kaokaa ukaona ana hoja yake nzuri, lakini VAR imetuonesha kwamba kabla ya huyu beki kugonga kichwa, Mayele alikuwa ile ajiotea. Sasa point inakuja, unahukumu pasi kabla haijainuka au unahukumu kichwa cha beki? Ukihukumu kichwa cha beki, for me it's a goal kwa sababu aliua pasi ambayo ilikuwa inaenda kwa Mayele moja kwa moja, ambayo Mayele alishazidi. Hii hapa kwenye kuamua matukio ya offside kuna kitu kinaitwa deliberate and non deliberate play sawa? So, non deliberate play ni mpira kama deflection ambayo kwa umbali mfupi wana judge mlinzi alikuwa anataka kucheza mpira, ni miskick, umeelekea golini kwake, mshambuliaji anapata faida aenda na score, wanaita ni nani? Ni offside, inasimama kwa sababu kuna bila distance ni ndogo, kwa binadamu huwezi kucontrol, lakini kama kuna distance kubwa, unapigiwa mpira Unashtua kuutuliza wewe ukakutoka sitaka kafunga, it's a go. Kama baba mimi kamefanya, distance ipo zaidi ya toa sita, anaamua kucheza kwa kichwa, unakuwa back pass, Mayele anafunga. Ukichukua hiyo hiyo dhana ya kuelezea for me it's a go. Okay, bora tuanze hapo, alafu twende uh, mbele zaidi, ambapo baada ya kujibu hili, nataka pia unijibu kile ambacho kimekuwa ni bora kwa Pyramids katika michoro hii, kwa maana ya kwamba kwenda ku press na tulizungumza mapema hapa na Abisa na live, yeah. mapema